Sikiza Imam, hata we na bayaga ni watu hulibeza Imam...

Unajua, unapozungumza mke wangu mambo huo, unamhakika nayo kwa sababu yule ni imamu wangu. Baada ya yeye ni usitaki kuniunganisha

Sheikh Ahmed. Hmm. Naona sio kawaida yako kufika saa hizi nyumbani hapa, kulikoni? Najua Sheikh Sulema, nina matatizo. Ndio maana kwa naona nimetoka nyumbani nimefika hapa. Ah, sasa, sasa. <laughs> matatizo gani? matatizo yenyewe yanaata kwa mtu wangu Na leo kama siku ya pili unaambia, a, sasa kila siku na nakuwa nachukulia masaa, lakini sasa hivi kwa hiyo shemegi anatongozwa. Haya, anamtongoza ni nani? kwa ni imamu wetu. Imamu gani? kwani kuna imamu mingine hapa? Imamu hapa ni mze mfupa tu. <totit> mze mfupa huyu, imamu wetu doalotogoza sheme, astaghfirullah, mwezi mtukufu wa Ramadhani. So so kweli As ah, ah, ah, ah. ah. ah, so lazima la, uchunguze, si kwanza. Sasa nimekuja hapa ili, ili nipate kunisaidie nawe nini tufanye, ili wapi tuanze, wapi tumalize? Kwa sababu mimi cha kukusaidia wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema yamani arani ibadi makani Allahu rabbi la tazani, lazima utafute uchunguzi kwanza. Basi naomba no, unisaidie, unasaidia ila unajua. <laughs> <laughs> <laughs> kama kawaida, ikifika maharibi

Ndio kiongozi imam, ndiyo tegemezi imam, yake kubwa hazi imam, ndiyo mtatuzi imam, hata semeni Imam ndiyo kiongozi, Imam ndiyo tegemezi, Imam yake kubwa hazi Imam mtatu si Imam, hata aseme nini, watu husikiza Imam, hata we na baya gani, watu hulibeza Imam. Ha! Assalamualeikum, hali yako vii? Nimekuja sikiliza ile shida yangu, mzee hmm. Umejiamini nini hasa kutoka huko ulikotoka hadi kufika hapa, na angali unajua kama mimi ni mke wa mtu? Hilo si tatizo, mimi najua mke wa mtu, maana nikaja temzi hizi kwa sababu najua mumewa sasa hivi yuko msikitini. Wewe haukuona msikiti nikitoka hapa na kwenda zangu hapo? Basi lengo lako ni nini, uje unifunjie hii ndoa yangu, au lengo lako ni nini hasa? Nimekuja kukueleza na kukusikiliza. Sasa. Thank you tena kwamba vipu yangu kwa na mambo sasa, haiwezekani. Vipi, nimekuletea na wema mkubwa kila. Sasa kwa vile wewe unataka tu haya mambo yasijulikane, au nisije hapa, chukua namba yangu hii, chukua. Sina namba simu nitakutafutia. Mambo ya simu tu kama tahii namba, alafu ni alafu ni kuuliza, unataka simakau huo, unataka iza kawaida au unataka ili nakuleta na boks ake like. Niambie tu Samsung au hiyo si, namba chukua. Kama una pesa ya vocha chukua iyo, tia vocha, sina shida ya pesa ya vocha. Kama unashida nakupa kwa ajili ya hiyo namba. Ukesha chukua hiyo namba ukitia vocha tunazungumza sina shida na pesa yako. Asante, ni muda wa kupika, lakini asante. Kuna nadhamu kupika nikumbuke. Mbona uko vichochoro kwetu? Ni kweli lakini Ilikuwa, ilikuwa unafanya mambo haya bwana mzee wa Ramadhani hii, rafiki yangu. Sheikh Ahmed wakati wa swala uko vichoroni, fahamiki vipi tena nyumbani kwa watu hapa, hapa Sheikh Ahmed mnamjua, uko msikitini, msikitini bwana. Eh, Eh. Kweli. Kama kwa nini wewe, wewe nyumba ile pale. Ah, ah, haya kaa, mimi nakwenda msikitini ka ko msikitini kwa nini koakmii nknda ii kia Ha, ya, aliahaaay asanteni, tunashukuru lakini hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuweza leo kutufikisha hapa kwa pamoja katika msikiti wenu, na wapo wengine ambao walitamani leo tuwe pamoja hapa lakini hatuko nao, ni wagonjwa. Wapo wengine ambao tulifunga nao pamoja Ramadhani ya mwaka jana hapa, lakini leo wameshakutoka, hawapo. Walitamani wafunge wakutane na Ramadhani hii kama nia tulivyokuwa tunafunga sisi. Basi hili, ninakushukuru sana.

ni kufikisha sadaka yetu kwenye kijiji hiki siku ya, ya leo, na sadaka yetu italenga sana kwenye wajane, mayatima na wasio na uwezo. Tutaomba sana sana sana mpokee kile kilichotujalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kukufikisha hapa kwa siku ya leo kwa Ramadhani hii. Hatuna budi kumshukuru Mungu, na sisi sisi, kama sisi, hatuna cha kukulipeni, bali azza wa jalla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye uwezo wa kukulipeni, kwa sababu yeye mwenyewe kathibitisha na kasema, aduni fasta jibla, niombeeni na nitakupenda. Sisi kama sisi, hatuna uwezo wa kukulipeni lakini azza wa jalla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye uwezo wa kumjibu. Lakini kesho akhira mtakuta ujira wenu. Kwa hiyo sisi tunasema alhamdulillah na shida. Lakini unajua kama samahani, tafadhali. Unajua kama nina wageni. Anajua hilo. Nchi otongee mara moja. Ah, jamani, samahani sana. Una moyo nakupa ubuyu, ile kazi ulionipa ile, nimeshaikamilisha. Itakuwa jambo zuri kwa sababu nilikupa mzigo ufikisha nyumbani, alafu umufikisha vizuri sana huwa. Unanipongeza au unanirejesha pesa yangu? Ah! si umenipa kazi na kazi basi, nimeshaikamilisha. Umenipa huo mzigo nende mpaka nyumbani kwako pale nikaupeleke, lakini nimemkuta Imamu wetu mzee mfupa na shemeki mtegemezi imamu, yake kubwa hazi imamu ndio mtatuzi imamu, hata aseme nini watu husikiza imamu, hata we na bayaga ni watu hulibeza.